Kitabu cha Yeremia sura 49 na ya 50, ndio watu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo, karibuni sana wapendwa. Naitwa Mwalimu Petro, tuweze kuendelea na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Watu wa Mungu, pia unaweza ukafuatilia kipindi hichi kwenye chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook inayojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV, Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, ambapo kwa upande wa YouTube usisahau kusubscribe na upande wa Facebook usisahau kufollow. Watu wa Mungu, tusali ili tuanze rasmi siku ya leo. Jina la Baba, la Mwana, Aroho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, ambao Baba unatupa nafasi kuendelea kusoma neno lako la uzima. Tunaomba Roho Mtakatifu tusimamie katika upendo wako na neema yako. Tupe neema, ewe Bwana, tupate kusoma neno lako na utuwezeshe kuweza kulielewa katika hekima, nguvu na mamlaka, ili sote tuendelee kuwa udari katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa tunaendelea na na kitabu cha yeremia ile sura arobaini na tisa na ya hamsini. Mlango wa arobaini na tisa. habari za wana wa amoni bwana asema hivi je israeli hana wana je hana mrithi basi mbona malkamu anamiliki gadi na watu wake wanakaa katika miji yake basi kwa sababu hiyo tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakaposikizisha mshindo wa vita juu ya Raba mji wa Amoni, nao utakuwa magofu ya ukiwa, na binti zake watateketezwa kwa moto; ndipo Israeli watawamiliki wao waliokuwa wakimmiliki, asema Bwana. Piga yowe, e Heshboni, kwa maana Ai umeangamizwa; lieni, enyi binti za Raba, mjivike nguo za magunia, ombolezeni mkipiga mbio huko na huko, kati ya maboma; maana malkamu atakwenda kuhamishwa, makuhani wake na wakuu wake pamoja. Mbona unajisifu kwa sababu ya mabonde, bonde lako litiririkalo, ee binti mwenye kuasi, utumainiaye hazina zako, ukisema, ni nani atakayenijilia? Tazama, nitaleta hofu juu yako, asema Bwana, Bwana wa majeshi, itakayotoka kwa wote wa kuzungukao nanyi, mtafukuzwa nje kila mtu mbali kabisa, wala hapana mtu wa kuwakusanya wapote yao. Lakini baada ya hayo nitawarudisha wana wa Amoni walio wa utumwani, asema Bwana. Habari za Edomu. Bwana wa majeshi asema hivi, Je, hapana tena hekima katika Temani? mashauri yamewapotea wenye busara. Je, imetoweka hekima yao? Kimbieni, rudini nyuma, keni chini sana Enyi mnaokaa Dedani, maana nitaleta msiba wa Esau juu yake, wakati nitakapomwangalia. Je, kama wachuma zabibu wangekujia, wasingeacha zabibu ziokotwe? Kama wangekujia wevi usiku, wasingeharibu hata watakapopata vya kutosha? Lakini nimemwacha Esau, hana kitu, nimepafunua mahali pake pasiri, wala hataweza kujificha. Kizazi chake kimeangamizwa na ndugu zake na jirani zake, naye mwenyewe hayuko. Waache watoto wako wasio na baba, mimi nitawahifadhi hai, na wajani wako na wanitumaini mimi. Maana Bwana asema hivi, tazama, wale wasioandikwa kunywea kikombe watakinywea ni hakika; na wewe je, mtu ambaye hataadhibiwa kabisa? Hukosi utaadhibiwa, naam, kunywa utakunywa. Kwa maana nimeapa kwa nafsi yangu asema Bwana kwamba Bozra utakuwa ajabu na aibu na ukiwa na laana, na miji yake yote itakuwa ukiwa wa daima. Nimepata habari kwa Bwana, na mjumbe ametumwa kati ya mataifa akisema, jikusanyeni mkaujie, mkainuke kwenda vitani. Maana nimekufanya mdogo kati ya mataifa na kudharauliwa katika watu. Katika habari za kuogofya kwako, kiburi cha moyo wako kimekudanganya wewe ukaye katika pango za majabali, ushikaye kilele cha milima, ujapofanya kioto chako juu sana kama tai, nitakushusha kutoka huko, asema Bwana. Na Edomu atakuwa ajabu, kila mtu apitaye atashangaa na kuzomea, kwa sababu ya mapigo yake yote. Kama vile vilivyotokea wakati wa kuangusha Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa karibu nayo, asema Bwana. Hapana mtu atakayekaa huko, wala hapana mwanadamu atakayekaa huko kama mgeni akaavyo. Angalia, atapanda kama simba toka kiburi cha Yordani juu ya malisho yasiyonyauka, lakini nitamkimbiza ghafula ayaache, na yeye aliyemteule nitamweka juu yake. Maana ni nani aliye kama mimi? Tena ni nani atakayeniandikia muda? Tena ni mchungaji yupi atakayesimama mbele zangu? Basi Lisikieni shauri la Bwana alilolifanya juu ya Edomu, na makusudi yake aliyoyakusudia juu yao wakao Temani: hakika watawaburura naam, wadogo wa kundi; hakika malisho yao yatafadhaika kwa ajili yao. Nchi yatetemeka kwa sauti ya kuanguka kwao; kuna kilio, sauti yake yasikiwa katika bahari ya Shamu. Tazama, atapanda na kuruka kama tai, na kutandaza mabawa yake juu ya Bosra na mioyo ya mashujaa wa Edomu siku hiyo itakuwa kama moyo mwanamke katika utungu wake. Habari za Dameski. Amathi umetahayarika na Arpadi pia, maana wamesikia habari mbaya, wameyeyuka kabisa. Huzuni iko baharini, haiwezi kutulia. Dameski umedhoofika, umejigeuza kukimbia, tetemko limeushika, dhiki na huzuni zimeupata kama za mwanamke katika utungu wake. Imekuwaje mji wa sifa kuachwa, mji wa furaha yangu? Kwa hiyo vijana wake wataanguka katika njia kuu zake, na watu wote wa vita watanyamazishwa katika siku hiyo, asema Bwana wa majeshi. Nam nitawasha moto katika ukuta wa Dameski, nao utayateketeza majumba ya Ben Hadadi. Habari za Hedari na za falme za Hazori, ambazo Nebukadreza mfalme wa Babeli alizipiga. Bwana asema hivi: Ondokeni, pandeni hata Kedari, mkawateke nyara wana wa mashariki. Hema zao na makundi yao watayatwaa, watachukulia mbali mapazia yao kwa faida yao wenyewe, na vyombo vyao vyote na ngamia zao, nao watawapigia kelele, wakisema, hofu ziko pande zote. Kimbieni ninyi, enendeni mbali mkitangatanga, kaeni chini sana, Enyi mkaao Hazori, asema Bwana. Maana Nebukadreza mfalme wa Babeli amefanya shauri juu yenu, naye amekusudia neno juu yenu. Ondokeni, pandeni hata taifa lililo katika hali ya raha, likaalo bila kuhangaika, asema Bwana, wasio na malango wala makomeo, wakaao peke yao; na ngamia zao watakuwa mateka, na wingi wa makundi yao utakuwa nyara, nami nitawatawanya hata pepo zote watu wale wanywao denge, nami nitaleta msiba wao toka pande zao zote, asema Bwana. Na Hazori utakuwa kao la mbwa mwitu, ukiwa milele. Hapana mtu atakayekaa huko, wala hapana mwanadamu atakayekaa huko kama mgeni akaavyo. Neno la Bwana lililomjia Yeremia nabii juu ya Elamu, mwanzo wa kumiliki kwake sedekiya mfalme wa Yuda, kusema: Bwana wa majeshi asema hivi Tazama, nitauvunja upinde wa Elamu ulio mkuu katika nguvu zao, na juu ya Elamu nitazileta pepo nne toka pembe nne za mbinguni, nami nitawatawanya hata pepo nne zote, wala hapana taifa ambalo hawatalifikilia watu wa Elamu waliofukuzwa. Nami nitawafadhaisha watu wa Elamu mbele ya adui zao, na mbele ya hao wanaowatafuta roho zao, nami nitawaletia mabaya, Naam, hasira yangu kali, asema Bwana. Nami nitautuma upanga uwafuatie hata nitakapowaangamiza. Nami nitaweka kiti changu cha enzi huko Elamu, nami nitawaharibu mfalme na wakuu watoke huko, asema Bwana. Lakini itakuwa katika siku za mwisho nitawarudisha wafungwa wa Elamu, asema Bwana. Mlango wa hamsini. Neno hili ndilo alilosema Bwana katika habari za Babeli na katika habari za Wakaldayo kwa kinywa cha Yeremia nabii. Tangazeni katika mataifa, mkahubiri na kutweka bendera, hubirini, msifiche, semeni, Babeli umetwaliwa. Beli amefedheheka, Merodaki amefadhaika. Sanamu zake zimeaibishwa, vinyago vyake vimefadhaika. Maana toka kaskazini taifa linakuja juu yake litakaloifanya nchi yake kuokiwa wala hapana mtu atakayekaa humo; wamekimbia wamekwenda zao, mwanadamu na mnyama pia. Katika siku hizo na wakati huo, asema Bwana, wana wa Israeli watakuja wao na wana wa Yuda pamoja; wataendelea njiani mwao wakilia, nao watamtafuta Bwana Mungu wao watauliza habari za Sayuni na nyuso zao zitaelekea huko, wakisema njioni ninyi mjiunge na Bwana kwa agano la milele ambalo halitasahauliwa. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, wachungaji wao wamewapoteza wamewapotosha milimani, wamekwenda toka mlima hata kilima, wamesahau mahali pao pa kupumzika. Watu wote waliowaona wamewala, na adui zao walisema, sisi hatuna hatia, kwa kuwa hao wametenda dhambi juu ya Bwana aliyekao la haki, yaani Bwana tumaini la baba zao. Kimbieni kutoka kati ya Babeli, mkatoke katika nchi ya Wakaldayo, mkawe kama mabeberu mbele ya makundi. Kwa maana juu ya Babeli nitaamsha na kuleta kusanyiko la mataifa makubwa toka nchi ya kaskazini, nao atajipanga juu yake, kutoka huko atatwaliwa. Mishale yao itakuwa kama mtu shujaa aliyesadi, hapana hata mmoja utakaorudi bure. Nao ukaldayo utakuwa mateka, wote wa utekao watashiba, asema Bwana. Kwa sababu mnafurahi, kwa sababu mnashangilia, enyi mnauteka urithi wangu, kwa sababu mmewanda kama mtamba akanyagaye nafaka, nanyi mnalia kama farasi wenye nguvu, mama yenu atatahayarika sana, yeye aliyewazaa atafadhaika. Tazama, atakuwa taifa lililo nyuma katika mataifa yote, atakuwa jangwa, nchi ya ukame na nyika. Kwa sababu ya ghadhabu ya Bwana haitakaliwa na mtu, bali itakuwa ukiwa mtupu. Kila mtu apitaye karibu na Babeli atashangaa, atazomea kwa sababu ya mapigo yake yote. Jipangeni juu ya Babeli pande zote, ninyi nyote mpinda upinde, mpigeni, msiuzuie hata mshale mmoja, kwa maana amemtenda Bwana dhambi. Mpigieni kelele pande zote, amejitoa, maboma yake yameanguka, kuta zake zimebomolewa, kwa maana ni kisasi cha Bwana. Mlipizeni kisasi, kama yeye alichotenda, mtendeni yeye mpanzi mkatile mbali na Babeli, naye ashikaye mundu wakati wa mavuno. Kwa sababu ya kuogopa upanga uone yao, watageuka kila mtu kwa watu wake, nao wataikimbia kila mmoja nchi yake. Israeli ni kondoo aliyetawanywa, simba wamemfukuzia mbali. Kwanza mfalme wa Ashuru amemla na mwisho Nebukadreza huyu mfalme wa Babeli amemvunja mifupa yake. Basi Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: tazama mimi nitamwadhibu mfalme wa Babeli na nchi yake, kama nilivyomwadhibu mfalme wa Ashuru. Nami nitamleta Israeli tena malishoni kwake, naye atalisha juu ya Karmeli na Bashani, na nafsi yake itashiba juu ya milima ya Efraimu na katika Gileadi. Katika siku hizo na wakati huo, asema Bwana, uovu wa Israeli utafutwa, wala uovu hapana, na dhambi za Yuda zitafutwa wala hazitaonekana, maana nitawasamehe wale niwaachao kuwa mabaki. Panda juu ya nchi ya Merathaimu, naam juu yake na juu yao wakao Pekodi; ua ukaangamize nyuma yao, asema Bwana, ukatende kama nilivyokuagiza yote pia. Pana mshindo wa vita katika nchi, mshindo wa uharibifu mkuu. Imekuwaje nyundo ya dunia yote kukatiliwa mbali na kuvunjwa? Imekuwaje Babeli kuwa ukiwa katikati ya mataifa! Nimekutegea mtego e Babeli, nawe ukanaswa, nawe ulikuwa huna habari; umeonekana ukakamatwa, kwa sababu ulishindana na Bwana. Bwana amefungua akiba yake ya silaha, naye amezitoa silaha za ghadhabu yake, maana Bwana, Bwana wa majeshi, ana kazi atakayofanya katika nchi ya wa Wakaldayo. Njooni juu yake, toka mpaka ulio mbali, zifungueni ghala zake mfanyeni kuwa magofu na kumharibu kabisa, msisaze kitu chochote. Wachinjeni mafahali wake wote, na watelemkie machinjoni. Ole wao! Maana siku yao imewadia, wakati wa kujiliwa kwao. Sauti yao wakimbiao na kuokoka katika nchi ya Babeli, ili kutangaza Sayuni kisasi cha Bwana Mungu wetu, kisasi cha hekalu lake. Waiteni wapiga mishale juu ya Babeli, naam, wote waupindao upinde Pigeni hema kumzunguka pande zote, ili asiokoke hata mtu mmoja wao. Mlipeni kwa kadiri ya kazi yake, mtendeni sawasawa sawa na yote aliyoyatenda, kwa sababu amefanya kiburi juu ya Bwana, juu yake Alimtakatifu wa Israeli. Kwa sababu hiyo, vijana wake wataanguka katika njia kuu zake, na watu wake wa vita wote pia watanyamazishwa katika siku hiyo, asema Bwana. Tazama, mimi ni juu yako, ewe mwenye kiburi, asema Bwana Bwana wa majeshi, maana siku yako imewadia, wakati nitakapokujilia na mwenye kiburi atajikwaa na kuanguka, wala hapana atakayemwinua. Nami nitawasha moto katika miji yake, nao utawala wote wamzungukao pande zote. Bwana wa majeshi asema hivi, wana wa Israeli na wana wa Yuda wameonewa pamoja na wote waliowachukua mateka, wanawashika sana, wanakataa kuwaacha Mkombozi wao ni hodari, Bwana wa majeshi ndilo jina lake; yeye atawatetea kwa bidii, apate kuistarehesha nchi, na kuwasumbua wa wakao katika Babeli. Upanga ujuu ya Wakaldayo, asema Bwana, na juu yao wakao wa Babeli, na juu ya wakuu wake, na juu ya watu wake wenye hekima. Upanga ujuu ya hao wajisifuo, nao watapumbazika; upanga ujuu ya mashujaa wake, nao watafadhaika Upanga u juu ya farasi zao na juu ya magari yao ya vita na juu ya watu wote waliochanganyika ndani yake, nao watakuwa kama wanawake. Upanga u juu ya hazina zake, nazo zitaibwa. Ukosefu wa mvua u juu ya maji yake, nayo yatakaushwa; maana ni nchi ya sanamu za kuchongwa, nao wameingiwa na wazimu kwa ajili ya sanamu. Basi wanyama wakali wa jangwani pamoja na mbwa mwitu watakaa huko na mbuni watakaa ndani yake, wala haitakaliwa na watu milele, wala hapana mtu atakayekaa huko, tangu kizazi hata kizazi. Kama vile vilivyotokea Mungu alipoangusha Sodoma na Gomora, na miji iliyokuwa karibu nayo, asema Bwana, kadhalika hapana mtu atakayekaa huko, wala hapana mwanadamu atakayekaa huko kama wageni wakaavyo. Angalia, watu wanakuja, watokao kaskazini, na taifa kubwa na wafalme wengi wataamshwa toka pande za mwisho za dunia. Wanashika upinde na mkuki, ni wakatili, hawana huruma, sauti yao inanguruma kama bahari, nao wamepanda farasi, kila mmoja amejipanga kama aendaye vitani juu yako, ee binti Babeli. Mfalme wa Babeli amesikia habari zao, na mikono yake imekuwa dhaifu, dhiki imemshika na maumivu kama ya mwanamke katika utungu wake. Angalia, atapanda kama simba toka kiburi cha Yordani juu ya malisho yasiyonyauka, lakini nitamkimbiza ghafula ayaache, na yeye aliyemteule nitamweka juu yake. Maana ni nani aliye kama mimi? Tena ni nani atakayeniandikia muda? Tena ni mchungaji yupi atakayesimama mbele zangu? Basi lisikieni shauri la Bwana alilolifanya juu ya Babeli na makusudi yake aliyoyakusudia juu ya nchi ya Wakaldayo; hakika watawaburura Naam, wadogo wa kundi; hakika malisho yao yatafadhaika kwa ajili yao. Kwa mshindo wa kutwaliwa Babeli, nchi yatetemeka, na kilio chake chasikiwa katika mataifa.